Omar Yapa, fit coach gaida. Leo nipo kwenye kukugaidi na kukuongoza kufahamu masuala ya virutubisho. Virutubisho vina faida gani kwa mwili wa mwanadamu? Virutubisho vilianza nini? Kwa nini zimejitokeza kampuni nyingi mno duniani ambazo zina deal kutengeneza masuala ya virutubisho? Wengine wanaita virutubisho, wengine wanaita supplement, na wengine wanaita nutrition. Kwa hiyo leo tutajifunza kwa pamoja kujua madhara yake, faida yake, histori yake na kwa nini ni muhimu kuweza kuvitumia kwenye afya zetu. Baki nami ili tuweze kujifunza kwa pamoja, jua swala zima la virutubisho, histori ya virutubisho, ukweli ambao hutakiwi kukosa. Asili ya virutubisho au supplement, na wengine wanaita nutrition, vilianza rasmi kutengenezwa karne ya 21 baada ya wanasayansi kugundua vitamini na madini ni muhimu kwa mwili wa binadamu. Mfano, mwaka 1912 Dr. Kasmir Funk alitumia neno vitamine, baadaye ikawa vitamin. Baada ya hapo, kampuni nyingi zikaanza kuzalisha vitamin na madini kwa ajili ya kusaidia binadamu. Kwa hiyo baada ya mtaalamu huyu kugundua masuala ya virutubisho vitamini pamoja na madini ndo kampuni nyingi zikaanza kuanza kufuatilia kufanya utafiti na kutengeneza virutubisho. Na sababu kubwa iliyopelekea watu kutengeneza virutubisho, watu waligundua kama duniani watu wako bize sana kutafuta pesa na tunasahau afya, baadaye tunaanza kutumia zile zile pesa kwa ajili ya kuweza kuzijenga afya. Tunapokuwa tuko bize, tunakosa kupata mlo kamili tunakosa kupata mlo wenye virutubisho vyote, tunakula vyakula vya haraka, baadaye tunakuwa tunakosa vile vitu muhimu vinavyohitajika katika miili yetu. Sasa mwili wa mwanadamu unaugwa kwa changamoto mbili, au unaingia katika changamoto za maradhi kwa changamoto mbili. Changamoto ya kwanza, sumu zinazokusanyika katika mwili, na changamoto ya pili, panapokuwa pana gepu kubwa la madini na virutubisho vinavyohitajika katika mwili. Sasa vyakula vya kisasa fast food hizi ambazo tunazipata sasa hivi nyingi zina sumu ndani yake na tunakula bila kuupa viinilishi vile vinavyotakiwa na virutubisho vyote miili yetu. Sasa matokeo yake, tunakosa kula kwa wakati, tunakosa kupata lishe iliyokamilika. Hapo ndipo tunapoanza kuingia katika changamoto. Ndio maana vikaja virutubisho ambavyo vimetengenezwa katika njia za kiasili, havina kemikali hatarishi na rahisi kuweza kumezeka kutumika na kupatia virutubisho vyote ambavyo chakula cha kawaida ulichokula hakijaweza kukupatia ili mwili wako uendelee kuishi na afya njema na kuwa na nguvu za kutosha. Kwa hiyo asili ya kutengeneza virutubisho ilianzia hapo na sababu za kutengenezwa virutubisho vilianzia hapo, na ndo mpaka leo tuna kampuni nyingi ambazo zina deal na kutoa huduma za virutubisho kusaidia afya za binadamu. Malengo ya kampuni kutengeneza virutubisho, lengo la kwanza kabisa, kusaidia watu kupata virutubisho vinavyokosekana kwenye chakula. Can you imagine, kwa mtu ambaye yuko bize, hapati muda wa kupumzika vizuri, hapati muda wa kula vizuri, ataweza kutosheleza msosi wake au mlo wake, kupata mlo kamili? Kwa sababu mlo kamili ni mlo ambao una virutubisho vyote, tunazungumzia mboga, matunda mafuta mazuri protini vitamini vyote ambavyo vinahitajika, kiufupi anakosa kupata ule mlo kamili. Sasa unapotumia virutubisho, viko ambavyo vishatengenezwa kabisa. Kwa mfano, kuna kama virutubisho vya mboga mboga, kuna virutubisho vya matunda, kuna virutubisho vya protini, kuna virutubisho vya mafuta samaki. Kwa unapotumia zile supplement unaupatia mwili wako ile lisha ambayo umeikosa kwa kula kile chakula cha haraka haraka, kwa hiyo kurahisisha ili uweze kupata virutubisho vyote vinavyohitajika. Kwa ndio maana tunasema malengo ya kampuni, lengo la kwanza, kusaidia watu kupata virutubisho vinavyokosekana kwenye chakula cha kawaida ambacho tunakila kwa haraka haraka. Lengo la pili, kuzuia magonjwa yanayotokana na upungufu wa vitamini au madini, kwa sababu kuna magonjwa ambayo source ya kupata hilo tatizo ni upungufu wa madini mwilini mwako ni upungufu wa vitamini mwilini mwako. Kwa mfano, kama kinga ikishuka au maradhi ya ngozi yanaweza kapelekea kwa changamoto ya upungufu wa vitamini C. Kuna changamoto kama za masuala ya uzazi au masuala ya upungufu wa damu yanaweza kapelekea kwa changamoto labda za vitamini na madini katika mwili. Kwa hiyo malengo ya virutubisho kuweza kuusaidia mwili kuweza kuzuia magonjwa yanayotokana na lishe pamoja na ukosefu wa madini ama Vitamini. Lakini pia lengo la tatu, kuboresha afya kinga ya mwili na nguvu za uzazi k, kwa maana kwamba afya zetu ziweze kuwa vizuri, seli zetu ziweze kuwa active, kinga iweze kuwa vizuri, kwa sababu virutubisho vinasaidia kuzalisha seli mpya kila leo, mwili wako uweze kupambana na changamoto wenyewe, lakini pia na kuweza kuishi kwa afya njema na kwenye nguvu. Nikirudi tena kwenye ishu ya uzazi Ishu ya nguvu za kiume sio gonjwa au nguvu za kike, maanake ni upungufu, maanake mwili wako una upungufu wa madini pamoja na vitamini vinavyohitajika. Sasa kama hapo ukipata virutubisho ambavyo vinasaidia katika hiyo mifumo, mwili wako unakuwa vizuri. Kwa hiyo lengo lake pia kuboresha afya kinga ya mwili na kuongeza nguvu za uzazi na mifumo mingine. Lakini pia lengo la mwisho la nne ni biashara, kutengeneza faida kubwa ya kuuza bidhaa za afya kwao kwa wale watu ambao mnaona maagent ambao wanatoa huduma za supplement za virutubisho, wale wanafanya kazi ya kuweza kuelimisha watu kujua wasivyovielewa, kuweza kuzijua afya, kuweza kujua umuhimu wa madini na vitamini. Kwa hiyo wanajikontrol kwenye hisia zao, wanajikontrol katika muda wao, kuelimisha wengine wasoelewa, kujua umuhimu wa virutubisho. Kwa hiyo ndio maana ni biashara nzuri na biashara kubwa kwa mtu ambaye atajikita kuweza kusaidia afya za watu, kwa sababu malengo makubwa kwenye ishu ya biashara kusaidia wengine kwenye afya zao. Sasa hata kama wewe uko hapo unaonisikiliza, ukitaka kupata mafanikio makubwa kwenye ishu nzima virutubisho, jikite kwenye kusaidia watu, sio kuuza. Utatengeneza faida kubwa na itakusaidia katika maisha yako, lakini utakuwa umegusa maisha watu wengi. Kwa hiyo hayo ndo baadhi ya malengo ya makampuni kutengeneza virutubisho. Faida za virutubisho husaidia mwili kupata lishe kamili pale chakula kilipokuwa kina mapungufu. Kwa wale ambao walipata chakula cha haraka haraka, mwili wao haujapata virutubisho vyote, lakini ukawa una virutubisho vyako vya kuvitumia, kwa mfano kama virutubisho vya mboga mboga, virutubisho vya matunda, vitamins, mafuta mazuri na kadhalika vinapata kuukamilisha ule msosi wako. Kwa hiyo ni miongoni mwa faida za virutubisho. Lakini pia faida nyingine huimarisha kinga ya mwili. Kinga yako inakuwa iko vizuri, iko strong, haiwezi kutetereka kwa sababu mwili wako unapata virutubisho vyote vinavyohitajika katika mwili kila siku. Faida nyingine huboresha afya ya akili na kumbukumbu -kumbu, kwa sababu kuna virutubisho maalum ambao vinasaidia ubongo na katika vitu ambavyo vinashindwa kupata virutubisho vya kutosha ni eneo lako la ubongo. Kwa hiyo ukitumia virutubisho, viko virutubisho ambao vinalenga maalum kwenye ubongo, vitakusaidia kumbukumbu zako ziweze kuwa vizuri, wala usije ukaingia katika changamoto za kusahausahau. Lakini pia faida nyingine ya kutumia virutubisho husaidia kwenye moyo, ini, figo na mifupa iweze kufanya kazi zake vizuri kwenye changamoto ya viungo kama hivyo vya kutoa sumu vyote vitasafishwa vizuri. Hata mmeng'enyo wa chakula utasaidiwa vizuri uweze kufyonza virutubisho, lakini pia na kuweza kuulisha mwili kisawasawa, na afya yako ya moyo, afya ya figo, afya ya ini, afya ya mifupa, afya ya ngozi iweze kufanya kazi zake vizuri. Lakini pia faida nyingine husaidia kwenye afya uzazi kwa wanawake na kwa wanaume kwa wale ambao watakuwa na changamoto za upungufu kwenye hiyo mifumo ya uzazi, basi zinasaidia katika kuweka vizuri na kuilisha vizuri hiyo mifumo yako ya afya ya uzazi. Lakini pia husaidia kuchelewesha kuzeeka haraka na kuweza kuengeza au kutoa wingi wa antioksidan, ambayo hiyo ndio bakteria wazuri ambao wanaimarisha ulinzi wa kinga yako usiweze kupata maradhi ovyo, maradhi yaweze kukimbia, kwa sababu mwili una survive kwenye maradhi unapokuwa katika hali ya acid hasa. Hiyo itakusaidia pia kukupatia yale madini ya alkaline ambayo yatausaidia mwili wako uweze kunusurika na magonjwa mengi, magonjwa haya ambayo yanakuja na, na mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, magonjwa ambayo lifestyle disease, lakini pia na haya magonjwa mengine ya mripuko kwa sababu kinga yako iko vizuri, antioksidan iko ipo kwa kiwango ya kutosha, sio rahisi kuweza kutetereka na magonjwa ya ovyo. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya faida ambazo unazipata kwa kutumia virutubisho. Hasara zake, endapo virutubisho hivyo vitatumiwa vibaya, hasara moja ambayo utaenda kuipata ukitumia dozi kubwa kupita kiasi, inaweza kuharibu ini, figo au mishipa ya damu kwa maana ya kwamba uzuri unapotumia virutubisho upate maelezo sahihi kwa yule mtumiaji, kwa sababu madhara hayo sio kama ni madhara mabaya ya kuweza kukuathiri. Haya ni madhara ambayo yanatokana kwa wingi wa kitu. Kitu chochote kizuri ukikizidisha kinaleta madhara. Ni kama mfano maji, ukinywa maji kupita kiasi ni madhara kwako, kwa sababu unapoteza virutubisho, yaani kila muda unakunywa maji unakunywa maji unakunywa maji hamna muda ambao mwili unapumzika, kwa mwili wako utakuwa na hifadhi maji mingi, na baadaye maji yale yale unaweza kaambwa, bwana, unakunywa maji unapoteza virutubisho, na hii ndo imepelekea kupungukiwa kwa damu au imepelekewa kupata kitu fulani. Kwa sababu gani ya kunywa maji ya kutosha, maji mingi. Sasa miongoni mwa hizi hasara ambazo naz sio kama ni hasara za moja kwa moja, ukitumia virutubisho bila utaratibu unafeli figo au unaharibu mishipa, hapana. Hizi ni hasara ambazo zinatokana kwa kutumia kitu zaidi ya vile ambavyo umeelekezwa. Mfano labda unaambiwa labda kirutubisho hichi tumia asubuhi, mchana na usiku. Lakini ukatumia labda asubuhi vidonge labda vitatu, uh, usiku vidonge sita, mchana sijui vidonge vingapi. Unajikuta unakwenda kwanza, unapata hasara ya kupoteza virutubisho kwa sababu mwili utachukua kile ambacho kinahitajika, kisichohitajika kitageuzwa kama ni makapi, kitatolewa nje. Kwa hiyo unapata hasara kwa hiyo hufaidiki na kile kitu kwa na maana hasara kama hizo sio hasara kama unaenda kuharibu ukitumia virutubisho unaharibu labda figo au unaharibu mishipa au unaharibu ini. Hapana, haijalenga kama hivyo, ni hasara ambazo za kawaida ambazo hazina athari kubwa. Lakini pia hasara nyingine ambayo unaweza kuipata, baadhi ya kampuni huchanganya kemikali zisizo salama kwa hiyo ndio maana kuna umuhimu mkubwa sana kujua unatumia virutubisho vya kampuni gani, vina uthibitisho ambao unatakikana, kwa sababu kuna baadhi ya kampuni wako kibiashara, hawapo kusaidia watu. Kwa hiyo unaweza ukatumia kitu lakini kakuletea madhara, kwa sababu wanakitia wanatia kemikali zisizo salama ndani yake. Zipo kemikali ambazo za asili hazina madhara yote hazina side effect yote lakini kuna wengine hawafuati hizo company policy, wao wanachoangalia ni biashara. Kwa lazima agent ambayo utamuona na utapata virutubisho vyake, uone uhakika wa hiyo kampuni ambayo anakupatia virutubisho. Hasara nyingine ya tatu, kutegemea virutubisho pekee bila kula chakula bora, sio sahihi. Hii ni hasara ambayo kama ya kukuelimisha usitumie virutubisho ndo kama ndo asubuhi na kula kirutubisho hichi mchana hiki usiku hiki, sili wali sili ndizi sili mikate sili chochote. Hapana, haitakikani. Unatakiwa uweze ule mlo sahihi, ule vyakula vizuri, ikibidi kupiga pilau piga, ikibidi kupiga sembe piga. Virutubisho ni kama niongeza, usiwe wewe mwezi mzima unakula virutubisho tu, choo utakuwa huwezi kukipata, na hiyo siyo faida ambayo inatakikana. Virutubisho kama ni nyongeza ya ziada ya kwenye lishe yako, kwa hiyo usitumie kama ndo mbadala wa chakula. Kimemaliza hichi, nimekosa labda kula mboga, nile virutubisho tu leo ndo nitakuwa nimepata mboga zote, hapana. Kama kuna mboga piga, kama kuna wali wa chapchap umekula, basi engezea na hizo virutubisho kukava lile gepu, sio kama unatumia virutubisho mwezi mzima we huli chakula cha kawaida. Hayo siyo matumizi sahihi ya virutubisho. Hasara nyingine ya mwisho, watu wengi hupata madhara kama ya kichefuchefu au mzio, yani kwa maana y kwamba allergy, na hii inategemea, kuna baadhi ya virutubisho madini yaliyotumia au mali ghafi aliozitumia kuvitengeneza. Kwa hiyo lazima ujue kampuni gani unatumia virutubisho vyake na usome maelezo vizuri, kwa sababu kuna virutubisho vingine unaweza ukavitumia lakini sio vizuri kwako, vikakuletea allergy fulani, vikakuletea madhara fulani. Lazima ujue quality ya product ambayo unatumia ina sifa gani? Ziko kampuni ambazo bidhaa zake ni best na hazina side effect yoyote na mtu yoyote anaweza kutumia, lakini nyingine zina matatizo, kwa lazima ujue ajenti gani ambao unatumia virutubisho vyake na vina uhakika gani kwenye afya yako. Hizo ni hasara ambazo unaweza kuzipata kwa kutumia virutubisho kiholela holela bila kufuata taratibu au kuwa na uhakika wa kampuni hiyo unaotumia. Tasmini za wataalam na tafiti duniani zikoje? Zinaongelea vipi juu ya hili suala la virutubisho? Dunia inatambua virutubisho kama msaada wa kiafya ila sio mbadala wa chakula. Kwa hiyo, dunia tafiti zake zinatambua virutubisho ni kama msaada kwenye changamoto zote za kiafya, lakini sio mbadala wa chakula, kwa maana ya kwamba ushinde siku nzima wewe unakula virutubisho tu leo, kesho kesho kutwa, wiki nzima wewe unakula virutubisho hapana. Hiyo sio sahihi kiafya. Tumeshaiongelea. Kwa hiyo ndio maana ya dunia inatambua kama ni msaada mzuri wa kiafya, kwa kusaidia ufanisi mzuri wa dawa za kihospitali, lakini pia kusaidia mwili kuweza kujipona haraka, kupata kinga iliyokuwa bora, na kuweza kuimarisha afya yako, kuishi na afya njema, lakini sio mbadala wa chakula. Lakini pia madaktari wanasemaje? Madaktari wengi wanaviunga mkono virutubisho, hususan kwa wagonjwa wenye upungufu wa lishe au magonjwa fulani, lakini pia wanatahadhari juu ya wa matumizi holela bila ushauri. Kwa hiyo madaktari nao pia wanaelewa kama virutubisho ni muhimu na vina faida kubwa kwenye mwili wa mwanadamu, na wanajua kabisa vinasaidia kwenye changamoto fulani za kiafya. Kwa hiyo wanatahadhari tu tutumie vizuri, tusitumie bila ushauri. Kwa hiyo wanashauri tutumie kwenye mfumo sahihi unaotakikana. Na upande wa WHO, shirika la afya duniani, linatambua virutubisho na mara nyingi hupendekeza matumizi yake kwa wajawazito, watoto na wagonjwa wa upungufu wa damu mwilini. Kwa hiyo wajawazito wanashauriwa kutumia sana virutubisho watoto wanashauriwa kupewa virutubisho, wagonjwa wenye upungufu wa damu wanashauriwa kupata virutubisho, au magonjwa mengine ya kiafya ambayo yanahitaji virutubisho wanashauri pia kuweza kuwapatia virutubisho. Uchumi unasemaje? Sekta ya virutubisho ni moja ya biashara kubwa zaidi duniani yenye thamani ya mabilioni ya dola. Kwa hiyo kwa wale watu ambao wanataka kugusa maisha ya watu, wanataka kusaidia watu wengine kuweza kuondokana na changamoto za kiafya, una uwezo wa kuweza kufanya biashara ya virutubisho kama unavyofanya biashara nyingine. Za watu wanauza nguo, watu wanauza vyakula, watu wanauza mabegi, watu wanauza vyumba. Sasa wewe unaweza ukajikita kwenye kuwasaidia watu afya zao. Kwa hiyo wewe kazi yako kubwa itakuwa ni kuelimisha watu, kuwasaidia watu na suluhisho lake kuwapatia kwenye virutubisho henumain ni, ni swada katuljaria kubwa ambao wanaweza kuifanya. Mimi nikijiongelea, nasaidia watu kwenye ishu nzima wa swala ya virutubisho. Kuna watu wengi wameweza kubadilisha afya zao, wameweza kubadilisha maisha yao. Walikuwa hohe hahe, afya zao ni mgogoro, lakini kwa mimi kuamua kujikita kwenye sekta ya virutubisho, nikawapatia msaada wa virutubisho leo no hii afya zao zimekuwa vizuri na wananishukuru sana. Sasa hii tunazungumzia, so kama ni biashara ya kuenda kuuza bidhaa? Hapana, ni biashara ambayo kwa wale watu ambao wanataka kugusa maisha ya watu unaweza ukaifanya hii kazi kwa kuisaidia jamii, kuelimisha kwenye masuala afya na kuweza kutengeneza kipato. Kwa hiyo kwenye sekta ya uchumi pia ni nzuri sana kwa kuweza kugusa maisha ya watu moja kwa moja na kupata baraka kwa Mwenyezi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo itakusaidia wewe kwenye afya yako, lakini itasaidia kuokoa afya ya watu wengine. Hizo ndo tasmini za tafiti za kidunia juu ya afya na juu ya masuala ya virutubisho. Kwa upande wa dunia, dunia ina viangaliaji virutubisho, watu wengi duniani wanavitumia kwa afya bora, kwa kuongeza nguvu mwilini, kwa kuweza kuweka sawa kinga na kusapoti mifumo ya uzazi, kwa sababu virutubisho vipo katika makundi tofauti tofauti na vinasaidia katika mifumo tofauti tofauti kwenye magonjwa ya kuambukiza na magonjwa yasioambukiza. Kwa hiyo system zote kumi na moja za mwili viko virutubisho ambavyo vinasaidia kwenye hizo sekta. Ndiyo maana unapovitumia virutubisho na ukishia na wengine manufaa yake utaweza kugusa maisha watu wengi sana. Na kwenye upande wa serikali unasemaje? Serikali nyingi zinavipitia vizuri ili kuhakikisha havina madhara kwa watumiaji wao, na kila nchi vinavyoingia kuna taasisi maalum za kuthibitisha hivyo virutubisho. Kwa hiyo hakikisha virutubisho ambao utaenda kuvitumia vya kampuni ambavyo utapatiwa vimethibitishwa na taasisi ya kampuni au taasisi ya kiserikali katika hiyo nchi ambayo nyie mupo. Vikiwa vimethibitishwa ni bora zaidi kuvitumia kwa afya. wengine wanakwepa hizo sehemu. Kwa hiyo kuwa mwangalifu na virutubisho ambavyo wewe utaenda kuvitumia. Lakini pia kuna mjadala, wengine wanasema ni muhimu virutubisho na wengine wanasema ni biashara za kuchuma pesa. Akili ni kichwani kwako. Tumeelewa na tumefahamu umuhimu wa virutubisho. Sasa kuna mindset zote za watu wawili, wengine wanasema virutubisho ni sehemu salama, ni muhimu kwa afya, lakini pia wengine wanazungumzia kama hii ni biashara ya watu kutengeneza pesa ila ukweli wa mambo koje? Vikitumika kwa usahihi, virutubisho ni msaada mkubwa kwa maisha ya binadamu, na vikitumika nje ya usahihi, itakuwa sio msaada. Lakini mara nyingi makampuni ambayo yanadhalisha hivi virutubisho wanakuwa na maagent wa kuweza kusupply hizo product. Wana company policy ambazo zinafuata sheria za kampuni, lakini pia na sera za nchi na sera za kidunia ili Kampuni isijakapata matatizo au yule mtu asijakapata matatizo. Kwa hiyo kampuni ikiwa ya uhakika basi biashara hii ni nzuri sana kwa kuweza kusaidia watu kwenye kiuchumi, lakini pia na kugusa maisha ya watu. Kwa ukweli wa mambo, virutubisho ni sehemu salama kwa afya ya binadamu. Hitimisho, virutubisho sio dawa ya kutibu magonjwa moja kwa moja. Bali ni msaada wa mwili kujikinga, kujijenga na kufanya kazi kwa usahihi. Kampuni zinazotengeneza virutubisho zipo kwa nia mbili kuu: kusaidia afya ya watu moja kwa moja na kufanya biashara. Bali wataalamu wa afya wanakubaliana kwamba virutubisho ni msaada muhimu, lakini lazima vitumike kwa ushauri sahihi na sio mbadala wa chakula kwa hiyo virutubisho ni kitu muhimu sana sana sana kwa ulimwengu wa sasa, na virutubisho vipo kwenye kunusuru afya za watu na kusaidia ufanisi mzuri wa magonjwa au wa dawa za hospitali na kupata matokeo makubwa kwenye afya. Mwili wako ukiwa una virutubisho timilifu, sio rahisi kuweza kutetereka na magonjwa. Kwa hiyo nakushauri, pata kampuni bora yenye virutubisho vizuri Soma maelezo ya virutubisho vizuri, fuata ushauri ambao utongozwa, na vitumie kwa usahihi wake. Vitakusaidia kwenye afya yako na kuishi muda mrefu bila changamoto za kiafya, kwa sababu virutubisho ni uwekezaji mzuri wa afya ya mwanadamu, kama unavyowekeza pesa benki au kwenye kununua vitu kwa ajili ya kukusaidia baadaye. Sasa unaposaidia mwili wako kwa kuupatia virutubisho vinavyotakiwa katika mwili mwili wako utakuja kukushukuru. Uzeni utaishi muda mrefu bila changamoto za kiafya. Unaweza ukafika miaka tisini miaka mia moja Mungu akikujalia uhai, ukiwa unaweza kufanya kazi zako mwenyewe. Kuna haja ya kumwambia mtu nisaidie utawaza? Una haja ya kumwambia mtu nisaidie kufua? Una uwezo wa kwenda urudi, kula, kupumzika na kufanya shughuli zako mwenyewe, mpaka pale Mungu atapoichukua roho yako. Kwa hiyo ukitumia virutubisho unafanya investment kubwa kwenye afya yako. Kwa hiyo nakushauri, anza kutumia virutubisho vyenye ubora wa hali ya juu, kuwekeza kwa afya yako. Fanyia kazi nilokuambia, iko siku utanishukuru na utanikumbuka. All the best.